Asante. Mimi kwa majina naitwa Maico Bazili, ni afisa ustawi wa jamii wilaya Makete. Uh, leo tunazungumzia kuhusiana na faida za mgawanyo wa majukumu. Tungetamani kuweza kuona uh, kwa namna gani mgawanyo wa majukumu katika familia unachangia ustawi wa familia na jamii kwa ujumla. Asante. Uh, tunapozungumzia kwanza mgawanyo wa majukumu tunakuwa tunarejelea utaratibu ambao huko katika familia zetu huko kwenye jamii zetu wa namna gani majukumu mbalimbali mbali au shughuli mbalimbali zinafanyika katika familia au katika jamii na kadhalika. Kwa hiyo tunaongelea kwanza namna gani jamii imejiwekea utaratibu wa shughuli zifanyike kwa yupi na kwa wakati gani. Aa, tunasema tunasema tunapozungumzia sasa hii kipengele cha mgawanyo wa majukumu tunasema kuna sababu nyingi ambazo kwa namna moja au nyingine zinaweza zikapelekea mgawanyo wa majukumu ukachangia kwenye ustawi wa, wa wa wa familia zetu, au furaha na amani na ukuaji wa familia zetu, lakini kuna sababu pia ambazo zinaweza zikachangia mgawanyo wa majukumu usiwe wa usawa, hali ambayo baadaye inaweza ikaleteleza changamoto kwenye familia au kwenye jamii. Uh, tunapoongelea mgawanyo wa majukumu, kwanza tunaona moja kwa moja mgawanyo wa majukumu unaweza ukaathirika na vitu kama mila na desturi tunaona mgawanyo wa majukumu una una huwa una, kwa namna moja au nyingine una unashawishiwa au una changiwa na mila na desturi za eneo husika, ndio maana unaweza uka unaweza ukaenda kwenye jamii fulani ukapata mtoto wa kiume anafanya majukumu moja mbili tatu, lakini ukaenda kwenye jamii nyingine yale yale majukumu ambayo umekuta pengine mtoto wa kiume anafanya kwenye jamii hii kwenye jamii nyingine hafanyi kwa huwa kuna vipengele au tunasema vipengele vya mila na desturi, kwa namna moja au nyingine huwa vina vinachangia jamii hii na ishije, ilikuwa ikiishije, na hivyo mgawanyo wa majukumu unaweza kuwa unaweza kuwa uh, ukitafsiriwa kwa namna moja au nyingine, na hivyo vipengele vya mila na desturi kwa tunasema kwamba uh, shughuli tu za kawaida za kwenye familia tunaweza tukazi tukazijadili kuona namna gani, na pia tukaweza kupata picha kidogo, pengine jamii yetu inazitafsiri vipi, pengine inazigawanya vipi na kadhalika. Kwa mfano, tunaweza tukaorodhesha baadhi tu ya shughuli ambazo zina zinakuwa ni za ngazi ya familia au jamii ambazo zinahitaji mgawanyo katika ngazi ya familia. Mfano, tunaweza tukazungumzia uh, shughuli kama za shambani, kulima kuna shughuli tu za nyumbani za kawaida, kupika, kufua, kuosha vyombo, kuna shughuli uh, za usafi wa nyumba kufagia, lakini wakati mwingine hata kulea watoto wadogo ambao wako pale nyumbani na kadhalika. kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunaona uh, haya yote yana yanaangukia kwenye ule mgawanyo wa majukumu katika ngazi ya familia. Sasa namna gani mgawanyo unafanyika, inaweza ikachangiwa na zile sababu ambazo nilitangulia kuzisema, unaweza ukawa na mila na desturi, lakini na sababu zingine, lakini hasa inadondokea kwenye mila na desturi. Na tungependa kufahamu kwamba hali ikoje katika eneo lako labda la wilaya Makete, hasa kwenye swala zima la mgawanyo wa majukumu na kama ikiwa kuna jambo ambalo mnaona eh, kuna kundi fulani ama upande fulani labda mtoto unapendelewa una, una zaidi kuliko eh, jinsi fulani ya mtoto Aa, nashukuru kama nilivyotangulia kusema hapo awali, Makete pia ni mojawapo kati ya jamii ambazo ina mila zake ina desturi zake ambazo kwa namna moja au nyingine zinaathiri au zinachangia kwa namna moja au nyingine, namna gani haya majukumu yanagawanywa kati ya, ya e, jinsia hizi mbili, jinsia ya kiume na jinsia ya ya kiume na ya kike. Kwa hiyo tunaona kuna yale majukumu kwa namna, kwa namna fulani yanakuwa yameegemea zaidi kwa jinsi ya kike, lakini kuna yale majukumu ambayo yanakuwa yamedondokea yame pia kwa, kwa kwa kwa upande wa kwa wanaume. Kwa hiyo kwa kwa nafasi yetu sisi, tunasema tunaendelea kuhamasisha jamii kwanza ili yale madhara ya mgawanyo usio sawa wa majukumu katika ngazi ya familia yasija yasi ya kujitokeza kwenye familia tunaweza tukabaini baadhi tu ya madhara mawili matatu, ambayo kama mgawanyo usipozingatia usawa, basi tunasema haya mambo yanaweza yakajitokeza. Kwa mfano, tunasema mgawanyo wa majukumu usio wa usawa, kwa namna moja au nyingine, kwanza unapelekea mlundikano wa wa, wa wa kazi au mlundikano wa majukumu kwa, inaweza ikawa labda ni kundi moja, labda ni watoto wa kike wanaweza wakawa na majukumu mengi, wakaosha vyombo wakaokota kuni waka pengine wakapika pengine wakasaidia kulea wadogo zao. Wakati huo unaweza ukakuta kuna wa kiume ambaye pengine mgawanyo wake wa majukumu yeye ni kidogo. Kwa huku Makete labda sehemu zingine labda unakuta kuna wafugaji labda ameenda kuchunga, lakini kwa huku sio shughuli nyingi sana. Kwa hiyo unakuta mmoja ataelemewa, mwingine kidogo atakuwa amerelax. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine inaathiri ustawi wa yule mmoja ambaye atakuwa ameelemezwa na majukumu. Um, tuchukulie mfano hao wa watoto wawili, kuna wakike na wakiume. Halafu wote wanasoma. Halafu inapokuja kwenye mgawanyo wa majukumu, tuseme labda wakike amepewa majukumu yale ya mengi, anapika, anafua, anaosha vyombo, anaenda kuokota kuni. Pengine kama maji yako mbali anayafuata japo najua kwa huko kwetu sio changamoto. Kwa huyu mtoto tutaona atatumia muda wake mwingi zaidi kwenye kutekeleza yale majukumu wakati huyu mwenzake atakuwa na muda ambao anaweza akautumia, pengine kusoma, pengine kurejelea masomo ambayo tayari walishayafanya mchana au siku hiyo na kadhalika. Kwa hiyo tunaona inatengeneza uh, disadvantage, inatengeneza uwiano fulani ambao sio sawa. Kwa hiyo yule mmoja atakuwa na ana namna na, na fulani hivi, atakuwa hatua moja, mbili, tatu mbele ya mwenzake, ukilinganisha na na huyu mwingine. Lakini tunasema um, kukosekana huku kunaweza kupelekea pia furaha katika familia ikawa imepungua au pengine ikapotea kabisa, au pengine hata chuki ikatengenezeka baina ya hao watoto, kwamba kuna wengine wanaonekana wanapendelewa na kuna sisi ambao tunaonekana labda tunatakiwa kutekeleza majukumu mengi zaidi. Lakini tunaona pia, mgawanyo usio sawa wa, wa majukumu katika familia unaweza pia kuharibu ufanisi kwenye utekelezaji wa wa, wa, wa, hayo majukumu ambayo yamegawanywa. Kwa mfano, tuchukulie kwenye nyumba kuna watoto wanne. Lakini katika watoto wanne kuna m, watoto wa kiume watatu na mmoja wa kike. Halafu itakapokuja kwenye mgawanyo wa majukumu, majukumu yale ambayo tumesema labda mila desturi zimetutengeneza hivyo. Labda siwezi kupika mimi wa kiume, siwezi kufua, siwezi kuosha vyombo, pengine hata kulea mtoto sitahusika kabisa. Kwa hiyo tunaona yale majukumu kwa asilimia kubwa yata yatamdondokea yata yule ambaye ni wakike. Na wakati huo yuko mmoja, wakati kuna watatu pale kama wangeshirikiana kuyatekeleza basi tunasema ufanisi ungeongezeka kwenye utekelezaji wa yale majukumu. Tunaona hizo ni baadhi tu kati ya changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza pale ambapo hakuna mgawanyo ambao ni, ni ni sawa wa majukumu katika ngazi ya familia kama ulivyosema kwamba wanaathiriwa zaidi na masuala ya mila na desturi za jamii husika, mtu mwingine anaweza kujiuliza sasa, tunafanyaje? Tuendeleze mila ama tubadili mtazamo? Nashukuru uh, nafikiri kuna jitihada nyingi sana ambazo zimekuwa zikifanyika ili kupambana hizi mila na desturi ambazo kwa namna moja au nyingine zinakuwa zina, zina punguza kiwango cha usawa kuanzia kwenye mgawanyo wa majukumu, sio kwenye mgawanyo tu, lakini hata kwenye vipengele vingine. Kwa mfano, kwa mfano tuchukulie kwa wilaya yetu ya Makete hizi uh, jitihada zimefanyika mpaka kufikia kwenye maeneo ya umiliki, kwenye maeneo ya umiliki tuchukulie eneo moja, labda umiliki wa ardhi, tukilinganisha Makete ya kipindi cha nyuma huko ambayo tuliikuta na hapa tulipofika sasa hivi, elimu lakini pia na kujenga uwezo, lakini ukija hata kwenye vipengele vingine vya kiuchumi tunaona kwamba elimu imeenda sana kwenye jamii ili kuhakikisha kwamba watoto wote wanakuwa katika mizani moja, watoto wa kiume na wa kike, kwamba kama huyu anaweza kufanya haya, hata yule mwingine naye anaweza kufanya. Kwa hiyo tunaweza tukasema jitihada kubwa zimefanyika, serikali imefanya hizi jitihada lakini, pia hata tukiangalia matokeo tulipotoka na hapa tulipo, tunaona kabisa kwamba kuna hatua nyingi sana zimepigwa. Sasa hivi sio kitu cha kushangaa kukuta binti anamiliki pengine kiwanja chake, anamiliki nyumba yake na kadhalika. Unakumbuka kipindi cha nyuma ilikuwa sana, ilikuwa ime ime ime ime imekolea sana hii hali tunasema. Ilikuwa binti anaweza kuolewa, binti anaweza kuwa na, na, mali zake, lakini pale ambapo anaolewa kulikuwa kuna namna fulani hivi kwamba anatakiwa mali zake ataenda kuzikuta kule kwa mwanaume. Nakumbuka sana kulikuwa kuna baadhi ya ya, mashauri ya tulikuwa tunayakuta. Kwa zile ambazo walikuwa nazo zinaachwa, zinachukuliwa na na na huko alikotoka, na mara nyingi zilikuwa zinamilikishwa watoto wa kiume. Lakini hapa tulikofika tunaona kabisa kwamba wanawake au mabinti wanamiliki wanamiliki, wanamiliki, wanamiliki ardhi wanamiliki, lakini kuna jitihada nyingine kama ambavyo nimetoka kugusia kidogo, tuzungumzie jitihada za kiuchumi. Kipindi cha nyuma pia kidogo, kulingana na ule mgawanyo mwingi, wanaume pengine alikuwa anatafuta hela zaidi kuliko mwanamke lakini hata namna ya kuzimiliki hizi hela hata namna ya kuzitumia kwa namna moja au nyingine, ilikuwa kuna balance inapotea kidogo, ule usawa au uwiano ulikuwa haupo. Lakini tukiangalia sasa hivi kuna jitihada, tuchukulie mfano, kuna fursa hii ya mikopo ambayo tunasema haina riba, ambayo kwa namna moja au nyingine, serikali kwa kutambua kwamba ule uwiano ulikuwa sio sawa mikopo ikaelekezwa zaidi kwa yale makundi ambayo tunaona yana uhitaji zaidi na wanawake ilikiwa ni kundi mojawapo ambalo limepewa asilimia zake kwenye mgawanyo wa mikopo. Tunaona, kwa hiyo tunaona kwamba kuna jitihada ambazo zimefanyika na hata sasa hivi mikopo inatoka, watu wana, wanawake wanajiinua kiuchumi. Kwa hiyo tunaona ile hali, kuna kuna jitihada za makusudi kabisa za kutatua ile hali ya kukosekana kwa kwa uwiano ambayo ilikuwa imeanzia kwenye mgawanyo wa majukumu, lakini imeenda mpaka hata kwenye umiliki wa mali, imeenda mpaka kwenye vigezo vingine vya kiuchumi na kadhalika. Kwa hiyo tunaona kuna mabadiliko makubwa sana na haya yote hayajaja hivi hivi, isipokuwa kwa jitihada serikali imefanya, wadau wamefanya, wengi ambao wamechukizwa walikuwa hawakubaliani sana na ile hali, pia wameweka jitihada wanawake wenyewe kupitia mashirika yao, pia kwa namna moja au nyingine wamechangia kwenye kutengeneza hii balance au huu uwiano mzuri. Kwa namna moja au nyingine tungetamani kufahamu, je, uh, huu umechangia ustawi bora katika familia ama umedhoofisha? Uh, kwenye mjadala wa hili swala inategemea umesimama katika upande gani, lakini kwa, kwa upande wetu sisi tunaona kwamba imechangia namna bora zaidi ya uendeshaji wa familia.